ni kama sura zinazodhihiri kwa watu, ni kama viwiliwili vinavyo dhihiri kwa watu. wa arwahuha, roho ya hivyo vitendo au roho ya hivyo viwiliwili. wujudu sirri likhlasi fiha, kupatikana ikhlasi ndani ya vitendo hivyo. Kwa hiyo hapa Alimamu Ibnu Ata Illahi Sakandari anatuonyesha ya kuwa yale matendo ambayo tunayafanya ni kama viwiliwili ambavyo havina uhai. Matendo yote tunayoyafanya sisi, kuswali, mtu anaswali, alhamdulillah, mtu anafunga, mtu anafanya hija, anafanya tekeleza ibada ya hija, anatekeleza ibada ya umra na ibada nyinginezo ambazo tunazifanya, hivi vitendo vitabakia kwamba ni kama viwiliwili ambavyo havina uhai. Ili viwe na uhai hivi vitendo basi lazima ipatikane ikhlasi ndani yake. Ile ikhlasi ndiyo kama roho katika vitendo. Vitendo vitabakia kama ni mzoga ambao, la tataharak, hauna haraka yoyote hauna thamani yoyote. Vitendo hivyo havina thamani yoyote itakapokuwa vimekosa ikhlas. Kwa hiyo hapa tunapata fundisho kubwa sana, kumbe matendo yetu hayawezi kupata thamani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wala hayatoweza kulipwa matendo yetu ikiwa hatukumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zetu. Kwa tujitahidi katika matendo tufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana hata Qur'an al-Karim ikatuonyesha umuhimu huwa ikhlasi, wama umiru ila liyabudu llah mukhlisina lahu din, na hawakuamrishwa wao isipokuwa wamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumtakasia katika utiifu katika dini

najua kupigana, yani nataka aonekane na kusifiwa na watu na watu wamtaje kwamba yeye ni hodari zaidi katika vita kuliko wengine. Basi ikateremka aya ya Mwenyezi Mungu inasema: faman kana yarju liqa rabbihi faliyamal amalan saliha wala yushrik biibadati rabbih ahada, yule ambaye anatarajia kukutana na mola wake anatakiwa afanye matendo mema na asimshirikishe Mwenyezi Mwenyezi Mungu katika matendo hayo na chochote. Kwa hiyo hapa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu katika matendo Mwenyezi Mungu wakati mwingine tendo, pengine kwa ajili ya kutaka sifa au kutaka cheo fulani, pengine mtu wakati mwingine anatoa sadaka Unaona, kama ni sadaka, dhahiri yake ni sadaka, ni kitendo, lakini kumbe hajakusudia, hajamkusudia Mwenyezi Mungu, anataka cheo fulani pengine katika jamii, kwamba watu wa sehemu ile wampende, wamchague pengine katika uchaguzi, au apate cheo fulani katika kazi yake, wa hakadha. Kwa hiyo mtu anatakiwa achukue tahadhari kubwa sana katika matendo yake. Ajitahidi ayafanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ikiwa matendo anafanya si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi matendo hayo yanakuwa hayakubaliki. Mtume sasala anasema ar-riyau yuhbithul 'amal, kujionyesha kunaporomosha matendo, kama yuhbithuhu shirku, kama pia shirki inavyokuwa inaporomosha matendo ya mtu. Hikma inatuhimiza katika masala ya ikhlasi Ikhlasi maana yake ni tasfiyatul amal min shawaib ash-shirk, ni mtu kusafisha kusafisha matendo yako ya kutokana na yale ambayo yanachanganyika katika kitendo hicho, yanapelekea katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ikhlasi, kama nilivyoeleza, nafasi yake ya katika Uislamu, kwanza ni sharti ya kukubaliwa matendo, lakini pia matendo ya mja hayazingatiwi kwa sababu ya wingi wake wala hayazingatiwi kwa ile shakli yake iko vipi, bali kinachozingatiwa zaidi ni ile ikhlasi ambayo imo ndani yake. Kwa hiyo inawezekana mtu akafanya matendo mengi sana, au akafanya kitendo ambacho kinaonekana kwamba ni kikubwa sana, pengine kajenga msikiti mkubwa sana, msikiti wa kifahari sana, pengine katoa mali nyingi sana, lakini ikiwa matendo yale hayana ikhlasi basi hayana thamani mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kinachozingatiwa katika matendo ni kile kitendo, lakini kiwe kimeambatana na ikhlasi ndani yake. Sasa ikhlasi inawezekana ikafanya kitendo kidogo kikawa kikubwa, na kinyume chake, yawezekana kitendo kikawa ni kikubwa lakini kikawa kidogo kwa sababu ya kukosekana ikhlasi. Ndiyo maana maulama wakasema, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyya